wanakuja kwa lengo la kutafuta ilmu, watakujieni watu kwa lengo la kutaka kusoma kwenu. Nyinyi fa idha raaitumuhum, basi mtakapowaona watu hao tulabu la ilmi, wamefunga safari kutoka majumbani mwao, wametoka katika sehemu zao, wengine wametoka sehemu za mbali, wengine wametoka sehemu za karibu, ahamu shay wametoka walikotoka, wamekuja kwenu. Yathulubuna alilma, wanakuja kutafuta ilmu ya kitabu cha Allah na sunna za kwangu mimi, yani Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume alaihi salamu akasema mtakapowaona, faqulu lahum, waambieni watu hao, marhaban biwasiyati rasulillah Sallallahu alayhi wasallam kwamba mnakaribishwa nyinyi, mliodhamiria kuja kuitikia na kutekeleza wasia wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Waqnuhum ay waallimuhum, mkichawaambia wa hivyo, hatua inayofuata wafundisheni. Mtume sallallahu alayhi wasallam akatoa mwongozo katika hadithi hii kwamba wanapokujieni watu muwapokee, muwapokee vizuri. Kadhalika mwambie ya kwamba karibuni sana na mekaribia mahala ambapo ipaheri kuja kutekeleza na kuchukua wasia wa Mtume sallallahu alayhi wasallam.

watakuwa ni wenye kushukiwa na malaika, isipokuwa watu hao ni wenye kushukiwa na utulivu. Allah tabaraka wataala huwashukishia waja hao utulivu, utulivu wa nyoyo kadhalika, na utulivu wa viwiliwili vyao kadhalika. Malaika wanashuka na kuwafunika kwa mbawa zao malaika wanawafunika wanafunzi wanapokuwa katika vikao vya kielimu kama hivi kwa mbawa zao, wakiwaombea duaa tulabu la ilmi. Lakini pia Allah tabaraka wa taala anawataja kwa wema, anawasifia wanafunzi hao waliokubali kutumia muda wao

nda lmuqarabin mbele ya malaika walio karibu na Allah tabaraka wa ta'ala, walio katika tabaka ya kwanza kabisa ya juu ya mbingu hii. Ni kheri kubwa sana kwa hivyo, tujitahidi sana kumwomba Allah tabaraka wataala thabati, na tujitahidi kusafisha nia zetu, ili tupate saada fi dunia wal akhirah, na Allah tabaraka wa taala tujalie tuweze kufanikiwa e, kuyapata yale ambayo tumeyafuata katika daura hii, na tumuombe Allah jalla fi ula ajalie daura hii iwe ni yenye kutunufaisha sisi e, sote wa washiriki walimu kadhalika na wanafunzi tayib.

Mimi nachukua upande wa janaiz au jinaza, na hii ni talhis ni ufupisho wa juu, lakini pia na sisi tutajitahidi kwa kadiri ya uwezo eh, kufupisha eh, kufanya tarjama kiasi, lakini sehemu ambayo inahitaji maelezo tutatoa, na sehemu ambayo haihitaji kukaa tutasonga mbele ili tuweze kufikia lengo na tumalize uh, silabasi yetu. Tutasoma katika fasuli hii ya tatu, ahkamu taghsili lmayit, hukumu za kumuosha maiti, namna ya kumwandaa maiti. Kadhalika, uh, kaifiyatu taghsilihi, namna ya kumuosha maiti. Tutasoma nadharia kwenye kitabu kadhalika tatbiqiyan, tutasoma kwa vitendo tayari. Eh, naam, tutasoma nadhari, lakini thania tutaingia tatbiki kwa vitendo, insha allahu taala. Nukta ya tatu kaifiyatu takfinihi, namna ya kumkafini maiti, kaifiyatu takfinihi, namna ya kumkafini maiti. kumkafini maiti maana yake nini? maarifu na anajua, asiyekuwa mwanafunzi wa hapa wala sehemu yoyote yaani, wanafunzi wa vyuo vikuu ambao ni washiriki hasa, ajibu swali hili. Maana ya takfini ni kumvisha sanda. Ahsante, kumvisha sanda, ndio maana ya takfinu lmayiti. Sababu wengine wamezoea ku... kwamba wanafahamu kuwa takfinul mayit maana yake ni kumkamua maiti wakati wa kumwosha ile kumkamua ile. Hadha ghalat, ufahamu huu sio sawa. Sawa, takfinu huu kwa maana kumkafini, kumvesha sanda, kumvesha sanda. Nukta ya nne, sifatu salati alaihi, sifa ya kumswalia maiti, yani namna ya kumswalia maiti. E, tutasoma tuta nadhari lakini pia tutaonesha kivitendo tatbikiyan, namna ya ku ya kuswalia namna ya kuswalia inshaa allahu taala. Nukta ya mwisho uh, kaifiyatu dafnihi, kadhalika hii kaifiyatu takfinihi tutaonesha tatbikiya, sawa, yani kuosha, kadhalika kukafini, kadhalika kuswalia, yote tutaonesha tatbikiyan. Eh, kwa vitendo nukta ya mwisho ni da, kaifiyatu dafnihi namna ya kumzika, namna ya kumzika. Eh, hizi ni nukta ambazo tutaishi nazo katika kipindi chetu hiki cha ahkamul janaiz. Tayib, naingia moja kwa moja katika maelezo ya imamu rahimahullahu ta'ala na kabla ya kuingia e, katika fasulu hii, kwa sababu huu mlango unatufundisha na kuturudisha, yani, kutukumbusha umauti, kutukumbusha umauti, kwamba kullu wahid ya'lama annahu sayamutu, kwamba kila mmoja wafahamu atakufa. Na hiki ni kitabu ambacho kimeandikwa Kullu nafsi dhaiqatul mauti, kila mtu ataonja umauti. Ma fi ahadi illa sayadhuku ish almauti, hakuna yoyote asipokuwa atakufa. Na kama ingalikuwa kuna watu kuna watu uh, ambao -wa, hawatokufa basi mitume wa Allah tabaraka wa taala wangebaki. Kwa kila nafsi ni yenye kuonja umauti. Kwa unaposoma ahkamul janaiz au babul janaza ufahamu ya kwamba huu mlango unakuzindua, eh ndio maana katika maelezo ya kutubul fiqh, wanapoweka huu mlango kabla yake wanaanza babu tauba, babu ishi atauba, kukukumbusha ulazima wa kutubia kwa Allah jalla fi'ala, kisha wanakufundisha babu ishi al jinaza kwa sababu wanakurudisha kukumbuka umauti, wanakutanabahisha wewe ambaye umeghafilika, ukumbuke kwamba kama si saa hii basi saa ijayo wewe ni maiti. Sasa umejiandaaje? kila mmoja wetu anyastaidda bi hadhihi rihla, kila mmoja wetu ajiandaye, afanya maandalizi mema, maandalizi yaliyokuwa mazuri kwa ajili ya safari hii ambayo ni safari ya kila mmoja wetu, kuyafanya yale yanayomridhisha Allah jalla fi ula, na kujiepusha na yale yanayomkasirisha Allah tabaraka wa taala. Koo, hii ni katika maana zinazopatikana katika huu mlango wa jeneza, kutukumbusha umauti. Tayyib, inakuwa ni aibu kwa mwanafunzi unasoma ahkamu aljanaiz, halafu nakuwa si mwenye kuchukua mazingatio. Nakuwa ni aibu. Kuna baadhi ya sehemu unasoma mwanafunzi, yaani hustahiki kucheka bao, unatakiwa una uhuzunike katika nafsi yako, na ujue ya kwamba haya tunayoyasoma hapa, ipo siku tutakufanyia wewe kama ambavyo mtakuja kunifanyia mimi. Sasa ukishajua hivyo, mwanafunzi unatakiwa kufahamu, madha yajibu alayka, wajibu wako nini? Wajibu wako ni kufanya maandalizi Liana almauta yati baktata samauti, unakuja ghafula, auodishi wala hautoi taarifa, kwamba eh, baki usubuani a kwa kwamba wamebakisha wiki mbili. Hakuna habari hiyo, na wala usihadaike kwamba wanaokufa ni wagonjwa. Mgonjwa anaweza kabaki, wewe mzima ukaanguka. Sawa sawa, kowahamshee watu kufanya maandalizi eh, kwa ajili